Nichukue nafasi hii kukukaribisha katika kipindi chetu cha siku hii ya leo. Ni kipindi cha kwanza kabisa, kipindi kipya ambacho tunaanza siku hii ya leo, kipindi ambacho kinaenda kwa jina la Kanisa katika Mwendo. Mimi ninayezungumza nawe ninaitwa Mchungaji na Mwalimu Godliven Maximilian Ngessi. Nikukaribishe sana katika kipindi hiki ambacho kitakuwa ni mbaraka mkubwa katika maisha yako kikitusaidia kufahamu juu ya ukweli wa kanisa la Mungu hapa duniani, lakini kikituandaa zaidi kwa ajili ya uzima wa milele. Na kabla hatujaanza, basi ni kukaribishe tuweze kumwomba Mungu ili aweze kutuongoza katika kujifunza kwetu. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Tunakualika sasa ukawe pamoja nasi ukatubariki na kutuongoza kipindi hiki, kikawe ni mbaraka mkubwa katika maisha yetu, kikitusaidia kufahamu juu ya kanisa lako, lakini zaidi tukiandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Tunajiweka mikononi mwako tukiomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu, amen. Kipindi hiki kinachoenda kwa jina la Kanisa katika Mwendo ni kipindi ambacho tutajifunza hapa kwa takribani robo hii yote na kama Mungu akipenda, basi tunaweza tukaendelea kama masomo yatakuwa hayajakamilika, kwa sababu tunapojifunza ukweli juu ya kanisa la Mungu hapa, tutajifunza mafundisho mengi sana ambayo yamefunuliwa katika neno takatifu la Mungu. Na kipindi hiki Kanisa katika Mwendo kimebeba mambo makubwa mawili katika jina lake. Tu hilo Kanisa katika Mwendo kimebeba mambo makubwa mawili, moja ni kanisa lakini mbili ni mwendo. Kwa hiyo tunapojifunza juu ya kanisa katika mwendo, tutajifunza au tutajikita katika mambo hayo mawili, moja kanisa, lakini mbili ni mwendo. Na huu mwendo ambao tutajifunza hapa ni mwendo wa kanisa, si mwendo wa mtu mwingine, mwendo wa kanisa. Nini ambacho tutajifunza hapa? tutajifunza juu ya kanisa lililo katika mwendo sasa mambo haya makubwa mawili tutayavunjavunja vunja katika vipengele vingine vidogo vidogo. Jambo la kwanza nimesema, tutajifunza juu ya kanisa katika kanisa. Haya ni mambo ya muhimu ambayo tutajifunza hapa. Jambo la kwanza tutajifunza kwa kina juu ya maana ya kanisa. Kanisa ni nini eh? kwa sababu watu wengi leo hawaelewi maana ya kanisa, waki, wa, wa, wanadhana ya kwamba kanisa ni jengo wengine wanafikiria kwamba wakiona tu ishara pengine ni ya msalaba au ni ya kitu chochote ambacho kinaonyesha juu ya kanisa au pale kuna e, magari ya, ya waumini na wachungaji basi wameenda ku, kuabudu, basi wanajua hili jengo ndio kanisa. Sasa tutaondoa uelewa ambao sio sahihi na tutaweka uelewa sahihi ambao Biblia inafundisha kwa maana ya kanisa. Hivi ukisikia kanisa ni nini? Biblia itatueleza na tutaona kwa kina ndani ya Agano la Kale pamoja na Agano Jipya, na baada ya kujifunza kipindi hiki, utakuwa na mtazamo tofauti juu ya maana ya kanisa kama ambavyo Biblia imeifunua. Jambo la pili katika kipengele cha kanisa ambacho tutajifunza hapa, tutajifunza mwasisi wa kanisa ni nani. Tutakuwa na muda wa kutosha katika kuangalia hivi, kanisa ni nani aliyeliasisi lina chanzo na nani? wazo la kuwepo kwake limeanzia kwa nani? Hiyo tutakuwa ni mada ambayo tutajifunza hapa, ili tuweze kuelewa na kufahamu ya kwamba kanisa limeasisiwa na nani. Jambo la tatu, tutajifunza mjenzi wa kanisa ni nani. Sio tu mwasisi wa kanisa, yaani mwenye wazo la kanisa, mwenye wazo la uwepo wa kanisa, lakini pia tutaangalia mjenzi ni nani, anayehusika katika kulijenga kanisa, au kwa lugha nyingine tutajifunza kanisa limejengwa juu ya nani, nani ambaye ndiye msingi wa kanisa la Mungu hapa duniani. Hiyo mada iko mbele na yenyewe tutaiangalia kwa sababu itatuongoza tufahamu yeye anayehusika katika kulijenga kanisa la Mungu aliye hai. Jambo la tatu tutaangalia mkuzaji wa kanisa ni nani? Kumbuka ni mambo matatu ya muhimu: moja, mwasisi wa kanisa; mbili, mjenzi wa kanisa; tatu, mkuzaji wa kanisa. Ni nani anayelifanya kanisa liweze kukua, litoke katika, katika, katika ujenzi wake wa msingi, sasa liwe linakuwa na kuwa hekalu takatifu la Bwana. Nani anayehusika hapo? Hiyo mada iko hapo, tutajifunza kwa kina chake na kufahamu yeye anayehusika katika kuhakikisha kanisa la Mungu linakua au linaongezeka. Na usisahau kwa sababu tuko kwenye kipindi ambacho kinatufundisha kanisa katika mwendo. Kwa hiyo tutaona huu mwendo unaozungumzwa, kuna kipengele hapo kinachoongelea habari ya kukua kwake au kuongezeka kwake. Jambo lingine ambalo tutajifunza katika kipengele hiki cha kwanza, tutajifunza juu ya nguzo tatu za kanisa la Mungu. Ni nguzo zipi hizo? Endelea tu kufuatilia hapa, tutaona kwa kina chake nguzo ambazo zinashikilia kanisa la Mungu aliye hai. Baada ya kuwa tumeangalia mwasisi wa kanisa, mjenzi wa kanisa, mkuzaji wa kanisa, tutaingia katika kipengele ambacho kinazungumzia nguzo tatu za kanisa la Mungu hapa duniani. Ni nguzo zipi hizo? Basi Mungu akitusaidia, tutakuwa na mada hiyo na tutajifunza kwa kina chake. Kwa hiyo hayo ni maelezo ya kipengele cha kwanza, tutakapokuwa tukijifunza juu ya kanisa. Moja, tumesema tutaangalia maana ya kanisa. Mbili, tutaangalia mwasisi wa kanisa. Tatu, tutaangalia mjenzi wa kanisa. Nne, tutaangalia mkuzaji wa kanisa. Tano, tutaangalia nguzo tatu za kanisa la Mungu hapa duniani. Hapa tutakuwa tumemaliza kipengele cha kwanza ambacho kinazungumzia kanisa. Kipengele cha pili ambacho tumesema tutajifunza katika kipindi hiki ni mwendo, kama tunavyojifunza kanisa katika mwendo. Sasa hiki kipengele katika mwendo chenyewe tutajifunza mambo gani ya msingi katika kipindi chetu hiki? Jambo la kwanza tutaangalia juu ya kanisa linalosafiri ukisikia kanisa lililo katika mwendo maana yake ni kanisa linalosafiri lipo katika safari kwa maana kwamba kuna muda fulani kanisa lilianza safari yake lakini kuna muda fulani kanisa litahitimisha safari yake itakuwa ni mwisho wa safari yake hata Yesu aligusia alipokuwa akifundisha kwa habari ya kufikia mwisho alisema hivi katika kitabu cha Mathayo sura ya ishirini na nne mstari wa kumi na tatu mpaka kumi na nne nitasoma hapo anasema hivi lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka fungu la kumi na nne tena habari njema ya ufalme itaubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda na hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Yesu alipokuwa akifundisha aliongelea habari ya mwisho wa wakati, akaongelea habari ya mwisho wa kanisa lake kufanya kazi ya kuubili, maana anasema habari njema itahubiliwa, ndipo ule mwisho utakapofika. Kanisa lina kazi ya kuubili njini kwa hiyo tutaona kanisa lililo katika safari. Mwanzo wake ulikuwa ni upi? Lilianzia wapi? Safari linatembea vipi katika mwendo wake, na hata litakapofika mwisho wa safari yake. Hiyo itakuwa ni mada ambayo tutajifunza hapa katika kipindi chetu hiki. Na tunapozungumzia kanisa lililo katika safari, ni kanisa ambalo linatembea, ni kanisa ambalo liko katika mjongeo, lipo katika kusogea, kwa maana kwamba kanisa halijakaa tu hivi. Tangu kuanzishwa kwake, Mungu alipolianzisha, analifanya liweze kujongea, analifanya liweze kutembea, analifanya liweze kusafiri, na linasafiri, linasafiri, linasafiri, litafika mahali ambapo itakuwa ni mwisho wa safari yake hilo kanisa la Mungu aliye hai. Kwa hiyo hicho ni kipengele cha kwanza, tutakapokuwa tukijifunza mwendo wa kanisa. Kipengele cha pili ambacho tutajifunza juu ya, ya, ya, ya mwendo wa kanisa, tutajifunza juu ya kanisa linalokuwa hapa. Kuna kitu kikubwa sana, naomba niende taratibu ili uweze kuelewa, na naomba usikivu wako wa hali ya juu sana. Tunapojifunza kanisa lililo katika mwendo, hatujifunzi tu kanisa linalosafiri lakini tutajifunza pia kipengele kinachoongea kanisa linalokua, maana yake ni nini? Kabla sasa ja sijaeleza kwa kina, labda nikuambie hivi, swala la kukua ni kanuni ya asili ambayo Mungu aliiweka kukua. Mwandishi mmoja alipokuwa akielezea maana ya kukua alitaja mambo makubwa mawili, anasema kukua kunahusisha kuongezeka na kubadilika. Ukisikia mtu amekuwa maana yake ameongezeka katika kitu fulani, au amebadilika kutoka katika hali fulani kuingia katika hali nyingine tena. Kwa hiyo unapoongelea suala la kukua, maana yake ni kuongezeka na kubadilika. Swala la kukua ni kanuni ya asili ambayo Mungu mwenyewe aliiweka katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa ishirini na nane baada ya kuwaumba Adamu na Hawa, Mungu akasema zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo unaona hapa kuna habari ya ongezeko, kuongezeka. Tukisema kuongezeka huko ni kukua. Biblia inatuambia hivi, Yesu alipokuwa hapa duniani katika ubinadamu wake, unajua Yesu ni Mungu wa milele na ni Mungu aliyechukua ubinadamu, alipokuja hapa katika historia ya maisha ya wanadamu, akachukua ubinadamu. Yesu Kristo katika ubinadamu wake alikuwa aliongezeka, badiliko fulani katika mwili wake lilionekana. Luka sura ya pili mstari wa hamsini na mbili maandiko yanasema, na Yesu akaendelea kuongezeka katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Kwa hiyo suala au tendo la kukua ni kanuni ya asili iliyoanzishwa na Mungu na kama Mungu alianzisha, basi tutafahamu ya kwamba hata kanisa lake linakuwa. Maana tutajifunza hapa kwa habari ya kuanza kwa kanisa. Je, lilianza vipi likiwa bado changa, na linakuwaje? Linaongezekaje? tunapoongelea kanisa katika mwendo, tunaongelea kanisa linalokuwa, linakua. Linakua kutoka katika hali ya chini, linakuwa katika hali ya juu zaidi. Sasa tukijifunza kipengele hicho cha kukua kwa kanisa, tutaangalia mambo makubwa matatu ya muhimu. Naomba nikutajie, ili uweze kuyafahamu yanayoongelea dhana ya kanisa kukua hapa, tunapoongelea kanisa katika mwendo. Sasa jambo la kwanza ni ongezeko la waumini. mm -hmm. Tutakapokuwa tumeangalia kule habari ya maana ya kanisa, tutakuwa tumefahamu kanisa linaundwa na watu hiyo tutaifahamu kule katika kipindi kile ambacho tutajifunza. Sasa tutaona Mungu alianzisha kanisa na watu kadhaa, lakini ni Mungu anayehitaji watu waje waongezeke. Kwa hiyo tutakapojifunza habari ya kukua kwa kanisa, kanisa lililo katika mwendo, tutaongelea habari ya ongezeko la watu watu wanaongezeka katika kanisa hapa, tutaangalia kwa kina. Unajua, ongezeko lolote la waumini linakuja na mambo mawili: moja, linakuja na changamoto; mbili, linakuja na fursa. Kama ilivyoandikwa katika Matendo sura ya sita, kanisa lilivyokuwa linakuwa, ukawa na changamoto, lakini pia kulikuwa na fursa nyingine ambayo mitume waliiona na Roho alipowaongoza wakajua ni nini walichopaswa kukifanya kwao. Tutaongelea ongezeko la waumini.